Shirika la haki za binadamu ulimwenguni Amnesty International wameibuka na kutoa taarifa yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea nchini Tanzania, wakati macho na masikio na dunia nzima ikiangazia hali ya kisiasa mara baada ya kutamatishwa uchaguzi mkuu nchini humo. Wakati dunia ikiangazia matukio hayo, Amnesty International wamesema kwamba tumeguswa na wasiwasi wasi na ripoti kwamba wakati wa kukatika kwa internet na umeme, vikosi vya usalama vimetumia nguvu za ziada kuzuia na kuvunja maandamano yanayoendelea baada ya uchaguzi na kusababisha vifo na majeruhi ya waandamanaji. Hii ni mara ya tatu katika muda wa chini ya mwaka mmoja ambapo mamlaka za Tanzania zimerudia kutumia kuzuia internet ili kunyamazisha sauti za upinzani. Ufikiaji wa internet ni muhimu sana kulinda haki za binadamu. Kuzuia internet hutokea wakati taasisi kwa serikali kama serikali na vuruga makusudi internet au mawasiliano ya kielektroniki na kuyafanya yasifikie au sioweza kutumika kikamilifu kwa idadi maalum ya watu au ndani ya eneo maalum kutoa amri za kuzuia internet hasa wakati watu wanaandamana kunazuia habari muhimu kuwafikia raia kama jinsi ya kupata maeneo ya usalama au kuwasiliana na huduma za dharura kuzuia pia kunazuia mashirika ya kimataifa na ya ndani kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu kama mauaji au matumizi makubwa ya nguvu ya jeshi la polisi imesema hivyo sehemu ya taarifa hiyo ya Amnesty International wakati huu sishina jumuiya mbalimbali za kimataifa zikilaani kwa kina juu ya matukio ambayo yametokea siku za hivi karibuni, kufuatia vurugu na kuibuka kwa maandamano nchini Tanzania, hasa makundi ya jinsi nchini humo yakiendelea kuweka mkakati wa kupinga serikali iliyopo madarakani ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye aliapishwa pia siku ya jana.